Zamani za kale, nyani na mamba walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Watoto wao walipendana na kufaana kama ndugu, watoka nitoke. Familia ya mamba aliishi mtoni, nayo ya nyuni iliishi katika msitu uliokuwa maili 30 kutoka mtoni. Kila mara, marafiki hao walitembeleana na kusaidiana kwa hali na mali. Kwa vile mamba alikuwa mvuvi mashuhuri aliweza kumwauni nyani na ila yake kwa samaki wa aina mbalimbali. Nyani naye alimpelekea mamba matumba matunda na nafaka kutoka shambani mwake. Urafiki wao ulikita mizizi na kunawiri zaidi wakati mamba alipokuja kwa nyani kumposea mwanawe binti. Ukwe uliutilia viungo uhusiano wa nyani na mamba wakawa wanagandana kama kupe na mkia wa ng'ombe. Wakatenda mengi pamoja, wakazungumza ya kupwa na ya kujaa. Hakuna hata mmoja wao aliutilia shaka uaminifu wa, wa mwenzake. Wake zao nao walifuata kaida ya maji kufuata mkondo, walikuwa maasibu wa chada na pete. Msimu mmoja wa mapukutiko ulishuhudia mabadiliko ya kudumu katika maisha ya nyani na mamba. Wakati huo bahari ilichafuka sihaba. Kazi ya mamba ya uvuvi ikaanza kukabiliwa na majabali ya kila aina. Kila mara mamba alipokwenda uvuvini, alirudi akichekelewa na nyavu zake, hakuambulia chochote. Njaa ilianza kubisha hodi katika familia ya mamba alilitishia kutia ufa urafiki kati ya mamba na nyani. Mamba alivamiwa na pepo ambaye hata yeye alishindwa kumfahamu. Kila mara alipomwona nyani au watoto wake, aliwatamani kumdakia na kumla mzima mzima. Kadiri alivyojaribu kujiasa dhidi ya fikira hii mbovu, ndivyo moyo wake ulivyoendelea kumshauri Una njaa bwana, familia yako itaangamia. Je, huoni rafiki yako na familia yake wanaweza kuwa kitoweo? Utaendelea kula vishwa hadi lini? Mbona huyo nyani ambaye anajiita rafiki yako sasa amekata guu? Humu mbona haji tena kukutazama? hata karafuu alizokuwa akikuletea ameacha kuleta. Mamba akaanza kumshuku rafiki yake na akasadiki kuwa nyani alikuwa mlanai tu. Usiku mmoja, baada ya kula mate na kujilaza kitandani mwake akihesabu nyuta, wazo lilimjia. Alikata shauri kumlaghai rafiki yake wa miaka mingi ili apate kujiokoa yeye na familia yake kutoka katika kinamasi cha njaa. Asubuhi yake alikwenda kwa nyani akiwa amejinamia kwa jitimai. Alisema, rafiki yangu Jana tulipoagana nilipata tanzia. Mjumbe kutoka kijijini aliniarifu kuwa baba yangu ni mgonjwa mahututi. Alisema kwamba baba ananitaka nyumbani upesi. Habari hizi zilimtia nyani majonzi makuu. Alimwahidi mamba kwamba wangeandamana pamoja. Kwa vile nyani hangeweza kutembea majini, ilibidi abebwe na mamba alipatwa na kichefuchefu na manyezi kila alipotazama bahari iliyojitandaza mbele yao kwa mbwembwe. Hata hivyo, mamba alimhakikishia kuwa angefika salama, naye kwa imani iliyotokana na urafiki na mazoea ya miaka mingi alitulia. Safari ilikuwa ndefu na yenye machovu yaliyomfanya nyani kulala mgongoni mwa mamba. Walipofika kwenye vina vya maji mamba aliamua kumpasulia mbarika, "Nyani rafiki yangu, nimekuwa nikidhani wewe ni rafiki wa dhati, kumbe uzuri wako wa mkakasi, kumbe uzuri wako wa mkakasi. Mimi na wanangu tumetafunwa na njaa kwa miezi kadhaa sasa, huku magala yako yakishiba na kutapika chakula ujadiriki hata siku moja kuja kujua ka, kama nimepata hata senti moja ya kusahia mkunguni. Jana usiku nilipokuwa nikiwazia hali yangu, nilioteshwa katika ndoto kwamba kama ningepata moyo wako na kuula basi hali ya uhitaji ingeniishia. Moyo wangu unaniuma sana kukufanyia tendo hili hata hivyo lisilobudi kutendwa nyani. Alipigwa na butwa, nusura moyo wenyewe ujikabidhi kwa mamba. Hata hivyo, akili yake nyepesi ilifanya kazi. Alimwambia mamba, ndugu yangu, pole sana. Ikiwa umekuwa una- unadhani sikujali kwa kweli hata ungeniomba moyo wangu siku hizo ningekupa tu. Unajua tena sisi nyani, tumbili na kima tuna mioyo mingi. Hata hivyo nakisikitika kuwa Mungu alituambia kuwa daima mioyo yetu itakaa mitini. Basi ndugu mpenzi, badala ya kuendelea na safari hii turudi pale mtini nikupe moyo wangu pamoja na mitatu ya wanangu kusudi uwalishe wanao na mkeo. Mamba akaingia mtegoni, wakarudi hadi ufuoni. Kwa vile mamba hakuweza kutoka majini, alibaki ufuoni akimgojea rafiki yake amletee mioyo. Mamba alitunga macho yake kwenye unjia aliyofuata nyani, akiomba pasitokee lolote la kuchelewesha nyani. Matumbo yalimguruma kwa njaa roi kampapa kwa tumaini. Aliogoja kagoja, akagoja wiki, mwezi, mwaka, nyani hakurudi. Mamba akajua amepoguliwa na nyani, akaapa kumtafuta kwa udi na ambari. Huo ukawa mwisho wa urafiki kati ya nyani na mamba. Kadithi yangu inaishia hapo. Kwa hivyo tambua kipera cha utungo huu na uthibitishe utungo huu ni ngano ya usuli, si ndio? Kwa sababu ni ngano ya usuli, kwa sababu inaelezea chanzo cha kusambaratika kwa urafiki wa nani? wa nyani na? na mamba. Hata ukiandika ngano, nilikuwa tu nakupa, lakini si hadithi hii, ni ngano. Swali la pili pale, tambua mbinu sita za kimtindo walizotumia mtambaji wa utungo huu. Mbinu sita za kimtindo ni mbinu za lugha. Kwanza kuna nahau, kufa kuzikana, au pia pale una, unapata nahau nyingine, pasulia mbarika. Kwa hivyo lazima uandike mbinu ya lugha ambayo iko pale, kisha tu udondoe mfano tatu. Pia kuna tashbihi na unaziona pale, ni mbili ziko bayana, kufaana kama ndugu, watoka nitoke, hiyo ndio tashbihi ya kwanza. Kisha kuna ya pili, ulikuwa tu, nilikuwa nahitaji mfano mmoja tu kama kupe na mkia wa ng'ombe. Hivyo lazima udondoe mbinu yenyewe na mfano kutoka katika hadithi hiyo. Pia kuna methali maji ufuata mkondo, na kuna ile methali nyingine ilikuwa pale bayana lisilobudi hutendwa. Kuna tashihisi au uwaishaji, ukipenda uite uishi ni kuvipa vitu visivyokuwa na uhai sifa ya binadamu, kama vile unasema kuchekelewa na nyavu. Mamba alikuwa anachekelewa na nyavu, yani kwa sababu kuvua samaki. Njaa kubisha hodi, binadamu ndiye anaweza kubisha hodi, njaa haiwezi. Hata kucheka ni kwa binadamu, nyavu haziwezi pia. Kuna mdokezo wa methali methali pale, imedokezwa alikuwa mlanawe tu. Alikuwa mlanawe tu, methali imedokezwa, hata uzuri wako wa mkakasi. Ni ile methali ya uzuri wa mkakasi, ndani kipande cha mti. Kwa hivyo ile methali imedokezwa, uzuri wako wa mkakasi. Pia kuna chuku, kutilia mambo chumvi, magala yalishiba ya katapika Yaani hapa ni kuonyesha jinsi ambavyo uh, nyani alikuwa na chakula kingi, magala yalishiba na kutapika. Pia kuna takriri, ukipenda uite urudiaji, kule kurudia, aligoja akagoja akagoja. Kwa hivyo kuna takriri ya goja goja goja. Pia kuna mdokezo, na wakati unatoa mfano wa mdokezo, lazima nione zile, lazima nione vile vitone vitatu, vitone ni vitatu tu, aligoja, unaona vitone vitatu pia wakati anazumia mwaka kulikuwa pia na mdokezo pale, kuna zile alama tatu za dukuduku ndio zinaonyesha ule mdokezo. Kuna dialojia dialojia, ukipenda unaweza kusema kuna mazungumzo. Si kulikuwa na mazungumzo kati ya nyani na nani na mamba, akimuelezea vile ambavyo anahitaji moyo wake, naye anamuelezea kuwa wana mioyo. Eh, unasema pale kuna swali la balaha haya ni maswali ambayo ahitaji majibu. Wakati mwingi inatolewa tu ili kusisitiza, mbona haji kukuona, mbona haji kukuona. Mwisho pale kuna uzungumzi nafsia, ni pale unaweza kuona musika anazungumza lakini hakuna musika mwingine pale. Tunasema kuwa anazungumza na nafsi yake, anajizungumzia. Uzungumzi nafsia: kuna njaa bwana, familia yako itaangamia. Si unaona hapo, mambo alikuwa anazungumza nakukuwa na musika mengine pale. Kwa hivyo ni uzungumzi nafsia. Swali la ha, umepewa jukumu la kutamba ngano hii. Fafanua mambo matano muhimu utakayozingatia ili kufanikisha uwasilishaji wako. Wakati unatamba ngano, unaiwasilisha vipi? Jambo la kwanza unatumia viziada lugha. Viziada lugha kwa Kiingereza unavita actions, si ndio? Unaweza kutumia ishara za uso, mikono. Pia unahusisha hadhira kuondoa ule ukinaifu, yani kuchoka. Ile unasema kwa lugha ya mtaani kubweka, yani unahusisha hadhira ili kuondoa ukinai. Kama kuna mahali kuna wimbo, unawaambia piga makofi. Kama kuna hali kuna kuna kucheza, unawaambia wasimame, wafanya nini kwa hivyo unahusisha hadhira, au unauliza maswali ndio waweze kujibu, kuondoa ule ukinaifu. Pia uh, wewe kama unawasilisha, iwapo unawasilisha, unatumia uingizaji. Uingizaji unaingiza ile matendo ili kusitiza ujumbe fulani. Uingizaji unaweza kuita drama. Pia wakati ambapo unatamba ngano unatumia maleba, unatumia maleba ambayo yanafikiana na ile hadithi maleba ni nini? Costume, si ndio? Na maleba tu si costume peke yake, ni costume lakini, kumbuka wakati mwingine unaweza jichora kwenye mwili si ndio? Hayo eh, yote ni maleba pia. Unabadilisha toni, labda wakati wanazungumza, unazungumza tofauti, kama ngano yako ni kama ya nyani na mamba, unatoa toni. Toni inaweza kuwa ya juu, kama iwapo unafanya nini, umeonyesha kukasirika. Pia kuna kiimbo kulingana na ujumbe ule, ni kupanda na kushuka kwa sauti. Kiimbo pia unakuwa mbaraza. Mbaraza unaingiliana vyema na ile hadhira yako. Mbaraza ni mtu ambaye anazungumza sana, lakini katika muktadha huu unaakisha kuwa unaingiliana vyema na hadhira yako. Pia unaelewa lugha ya hadhira uweze kuwasilisha sehemu zingine unatumia ile lugha yao. Pia unakuwa jasiri. Kuna no, mwanafunzi mmoja aliandika hoja hizi. Unakuwa mkakamavu, yaani upasi kuwa unaogopa. Unasema pale mbale mbele, unatoa unatamba ile ngano. Pia unakuwa mfaraguzi. Mfaraguzi ni pale ambapo unabadilisha una hadithi, uh, au ile ngano kulingana na wale ambao unawasilisha. Iwapo ni watoto utakuwa unatumia nyimbo za kitoto, si ndio? Iwapo ni wazee mambo madogo unatumia nini? Sentensi kama kumi jambo moja. Lakini kama ni vijana kama wewe una, unafupisha nini? mambo. Kwa sababu vijana wanataka uzungumze kwa upesi ukamilishe, si ndio? Lakini wazee kwanza atakutolea methali kama sita eh? Kukwambia jambo ndogo tu walikuwa na kwa, kwanza na kwa, wakati ambapo nilikuwa mdogo unajua Wakati mwingine sijui nilikuwa wapi, akili ina, inachoka kabisa. Kwa hivyo lazima wewe kama mtambaji ukumbuke kuwa mfaraguzi pia. Unakuwa mcheshi, unakuwa mcheshi ili kuchangamsha hadhira yako, na mwisho unatumia sauti inayosikika, sauti inayosikika. Nafikiria ile swali la mwisho lilikuwa rahisi kabisa. Fafanua umuhimu wa ngano hii katika jamii, umuhimu wa ngano. Umeambiwa fafanua na unaanza pale, burudisha, elimisha. Sasa ulikuwa nani? Umeambiwa fafanua, si ndio? Kwa hivyo unapasa kuelezea. Unasema kuadilisha, kwa hivyo unasema ukashifu tabia hasi, na unapeana mfano wa tabia hasi kama vile usaliti. Si tabia hasi, ni zile mbaya Eh, zinaenda kinyume na matakwa ya jamii. Kwa hivyo, burudisha, watu wanapotambiwa, hasa ikiwa ni mwisho wa siku baada ya kazi. Yaani unafafanua, iwapo sentensi yako imezidi maneno tano, tayari imefafanuliwa, lakini ukiandika neno moja siku, anaelewa nimekuambia pale, fafanua unasema burudisha, hmm? elimisha Lazima useme uelimisha wanajamii kuhusu kuwepo kwa funzo eh, uelimisha wanajamii kuwepo kwa kuwa mwaminifu kwa rafiki, kuwa mwaminifu kwa rafiki. Pia ngano hutumiwa kupitisha muda, kupitisha muda kwa njia yenye manufaa. Ukiangalia pia ngano huweza kuhifadhi na kuendeleza utamaduni wa jamii pia. Kwa sababu umeulizwa kuhusu muhimu wa ile ngano, unasema pia huonyesha chanzo cha hali fulani. Chanzo ni ile asili, yaani mwanzo wa hali fulani. Kwa mfano ngano yetu hapa inatuonyesha chanzo cha uadui kati ya mamba na nyani, kati ya mamba na nyani utaelezea. Ukuza ubunifu, inakuwezesha pia, unakuwa na ujasiri ule ukakamavu wa kuzungumza mbele ya hadhira. Si kila mmoja anaweza kuzungumza mbele ya hadhira. Kwa kutoa hoja nne, jadili umuhimu wa maneno yaliyokolezewa rangi katika utambaji wa ngano kama hizi, si ndio? yalikuwa ni, yalikuwa ni maneno yapi? Hadithi yangu ikaishia hapo. Kwa hivyo unaambiwa umuhimu wa kuhitimisha hadithi, si ndio? Kwanza unaonyesha mwisho, mwisho wa utambaji au useme mwisho wa ngano, utapewa mwisho wa utambaji pia unaweza kumpisha mtambaji anayefuata unampisha mtambaji ambaye anafuata. Unatoa una, una, una una hadhira kwenye ulimwengu wa fantasia, yani katika, unatoa uh, hadhira katika ulimwengu wa hadithi na unawaleta katika uhalisia. una, unaangalia mfano mzuri sana kwa sababu wakati mwingi hapa, ukisoma hadithi unafuata, si kila mtu alikuwa anafuata kwenye maji hata wache nikupe vizuri fantasia. Wakati unaangalia filamu kule nyumbani, si ndio? Kila mtu kuna zile filamu anapenda, ziwe zako ni zile za, sitaki kupeana mifano, lakini ukiangalia filamu wakati mwingine, hata ukiitwa na mtu huwezi itika, uko pale, ni kama wewe ukiangalia uko pale, hata eh, mtu aaja kuguse, usikie, uko pale, anakuita usikie. Ni kwa sababu umeingia katika ulimwengu wa fantasia. Yaani tunasema ni ulimwengu wa fantasia kwa sababu yale hata ukiona filamu simeumbwa na mtu. Ni mtu amefikiria, ni mawazo ya mtu. Kama mimi napenda kuona eh, nikiona wakati ni, nilikuwa naona ilisha kuisha Game of Thrones nilikuwa nimejisau kabisa. Paka nilikuwa na, nasema watu wengine. Eh, yaani kuna watu wanafikiria namna hiyo wana fantasia na umeona gani? Si useme hata kama ni gani, si unaweza kuona hizi za ki Nigeria huu ni hizo, si unaingia hapo kama mtu kwanza, mtu ameteseka, unaanza kulia, unalia na yeye, unalia na yeye. Eh? Kuna una, unaangalia kuna mhusika mhusika mwingine mbaya, si ndio? Ana kwanza unasikia kumpiga <laughs> kuna mhusika pia ambaye anadanganya kwanza, uko pale unamuona wewe, usikii huoni, ukidanganya huoni ukidanganywa katika hali ya kawaida, unaona ukidanganywa kweli, uko pale mpaka unaambia wewe usikii. Alafu tuangalie hizi uh, mnaona za Kiingereza wanazita sabuni, soap opera, huo uko nao pale eh? huyu anapenda huyu, huyu amechukua wa huyu oh wezi ukachelewa na wakati, uko pale, muda ukifika hivi uko hapo eh? Baba aseme leo ni mimi na na, ah, hata mama ai fursa kidogo tu, tukikamilisha tu hata tunatoka sisi wote, si ndio? Ni kwa sababu katika ulimwengu wa fantasia eh, uko ulimwengu mwingine, mpaka mambo yale unaona kama ni uhalisia si ndio? Kwa hivyo wakati unakamilisha hadithi, unasema hadithi yako imeishia hapo, unaweza kumtoa Uh, muhusika au ile hadhira yako katika ulimwengu wa fantasia, unawaleta katika ulimwengu halisi. Pia unakamilisha hadithi hivyo ili kutuliza hadhira, unaweza kusema kutuliza hadhira au kupumzisha hadhira pia. Uh, uweze ku kuonyesha funzo la ngano, unatangaza ile funzo la ngano Unapisha shughuli nyingine ambayo inafuata, unapisha shughuli nyingine. Pia unawapa taharuki wasikilizaji. Taharuki ni ile, unawapa mshawasha wa kutaka kusikiliza hadithi nyingine itaendelea vipi, kama itakuwa kama hii, hiyo ngano nyingine itakuwa kama hii. Yani, unafanya nini? Unawapa ile taharuki, ni ule mshawasha wa kutaka kusikiliza.